Sasa hivi kama kawaida kitu na kitu tuna box eh, tunaanza mm. Kwanza kwa kujitambulisha kuongelea mambo mm. vipi stories za general za Ulaya mm. hali ya hewa na msimu wa sasa hivi. Haya basi poa, sasa mm -hmm. anyway ase, eh, karibu tena kwenye kwenye mambo vipi. Niliwaahidi muda mrefu kwamba tutakuja tuta kufanya kitu kama hiki. Nikasema kuna siku nitamwahidi nitamwalika mtu na tutafanya hii hapa session ya kukaa na kupiga story kama hivi, yani ili kuweza kulive up kwenye ile idea nzima ya mambo vipi umeona bana. Kwa hiyo sasa ikachukua chukua muda, kwa sababu inabidi upate mike mbili kama hivi, unaona, tuko tunaongea, inabidi upate mm -hmm. kuna vifaa vifaa kurekebisha hizo mm -hmm. mambo zikawa zime zimekaa sawa, alhamdulillah, umeona mm -hmm. bana, eh, alhamdulillah, mambo yakaenda sawa mm -hmm. Basi mambo yalivyoenda sawa nikasema bana, isiwe shida, ngoja tujaribu, kwa sababu unajua mara nyingi mtu unakuwa unasubiria kitu kiwe perfect, umeona, eh yeah na kitu kimoja, kama kuna kitu kimoja nimejifunza katika hii kutengeneza hii hapa Mambo Vipi Podcast ni kwamba mm -hmm. yani, usisubirie vitu viwe perfect, yaani bora ufanye, alafu wewe unajifunza huku mm -hmm. unaendelea, una unabidi uichukulie kama learning process, so kwa hiyo so ndio maana tumeamua leo tuko hapa umeona mm -hmm tumejitahidi kweli, na najua itatoka kitu vizuri, lakini hata kama kikitoka na ukihisi kwamba kiko sawa, usio na wasiwasi, kwa sababu kuanzia hapa, yani tunaelekea tu tunakoelekea ni kuzuri tu, umeona. mm, mm. safari kwa... ndio imeanza. Ehe, safari mm. ndio imeanza. yeah. Kwa sasa kwa kwa kuzungumza hayo mawili machache, mm -hmm. <laughs> na usio bwana, ngoja sasa hivi eh huyu ndugu yangu ajitambulishe yeye mwenyewe. mm. -hmm. Mambo vipi? Mimi naitwa Neil Makini. Mm -hmm. Niko na mm -hmm. ndugu yangu hapa Tovuti. Oswald. hmm. Nilikuwa nataka niseme Tovuti aka Oswald <laughs> wakati ni the other way around <laughs> Oswald. yeah. Tovuti, kwanza asante sana I say karibu. Kwa kunikaribisha hapa tumekuwa tunaongea kuhusu ile swala muda hmm. mrefu sana hmm. ule muda umefika, kama ulivyosema kwamba mara nyingi unajua mipango ikiwa mingi sometimes safari inaweza isifanyike. Kwa hiyo wewe hey, ukishaweka mafuta, matairi yako safi, gari iko hmm. safi, unajua unaelekea wapi, piga hmm. chenyenye, anza safari. Kwa hiyo Asante. Na sana nami nikuambie kwanza, asante nyingine ni asante kwa yale mandazi ulioniletea. <laughs> <laughs> mandazi yametoka semu, yeah, mjomba tumekutana tu kilicho kwanza akanipa <laughs> kimfuko cha mandazi. Unajua unafikiri mtu utafikia madira fulani hivi yani wa maandazi. Oya. Kwanza kabla tujaendelea, kama maandazi yako yalikuwa mandazi manne nami nimeyapiga fast fast pale maandazi ya <laughs> dada yetu yametoka yn yani. ya, uh -huh. Yani andazi hiyo kwa ndo kwa ile wa, watu wanaanza kauliza labda hey, hey, sasa nyie mko huko ayo maandazi mnatoa wapi me uh -huh. Sometimes kuna maswali watu wanaulizaga kwamba huo mchicha huo ni mchicha, <coughs> hey, Sindoma, mchicha. Kama unakumbuka ndo nikananili nikatengenezaga ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ile episode ya kwamba inaitwa mnatunyima nini huko uh -huh. Sababu E, watu wengi walikuwa wanasema ah, wewe ukiwa huko haumisi sana chakula e. Yani, kwamba haumisi chakula cha cha nyumbani. Ndio sasa mimi ndo nilikuwa najaribu kuwaelezea kwamba yani sijui ni kitu gani ambacho naweza nikakosa cha nyumbani, nitajie kitu ambacho naweza nikakosa, manake majuzi juzi hapa tulikula hmm. mlenda <laughs> Kwa hicho ndo kitu cha kwanza ambacho mimi labda ningefikiria kwa haraka haraka, eh, kukosa, lakini tukapiga mlenda na ugali, mlenda na dagaa, samaki, tena dagaa za Kigoma. Kwa hiyo, eh, labda kwa hicho hapo ndio kukosa, hatuwezi kukosa na ugali wa muhogo, ugali wa muhogo nilikula na uwezo ukakosa. Eh, makande uwezi kosa, unajua makande uwezi kukosa makande unanua kwa Arabu pale, yani safi, yani tena unaletewa makande, yani yako ready tu kuyachemsha, yani hamna haja ya mbwembwe, yani kila kitu kinapatikana, labda tu ni kwamba tutakachokosa ni ule mkono wa mamantilie fulani lakini, mm. ile material yenyewe ile na, mm. na mapishi tunayo. Kwa sasa hivi mi nasemaga hivi, yani kitu ambacho tunakosa kikubwa mm. ni yale, yale majiko yale, kwa mfano yale majiko <laughs> ya kuchoma nyama <laughs> eh. kwa sababu sasa sijui, <laughs> nitaka niseme utani mmoja, watu wange ni mind <laughs> Si kwa tangese wale majumba kwa sababu unamkuta anakata ganyama moja tamu, kishenze, doa, kuna utani. <laughs> utani sio sio utani. Kuna jamaa alisema usi, usiamini <laughs> bucha ambalo alina nzi umeona, lakini pia utamu wa vile vitu, kwa mfano kwa mfano mi nimejaribu miaka yote ku replicate kutoa kitimoto kama ya nyumbani ndugu, mm, mm. zangu Waislamu mtanisame yeah, lakini nimejaribu kutoa kitimoto kama ya nyumbani yani kitimoto utapata nyama na nyama ndo iko nyingi, ndo nyama rahisi kupata nani, lakini kuikaanga itoke kama nyumbani. Sasa ndo inakuja kwenye hiyo issue moja kwamba ni vipi? hmm. ule mkono. lile, weste lile ule mkono ule e, weste lile ile wasi linachoma nguwe sana. Maana kama pale da pale wapi kule ni, ni, ni mburahati na ukiacha hata mburahati kuna sehemu nyingi da ile kitaa mm. ambazo kuna vile kukuchoma flani na labda ile miguu na vile vichwa vile <laughs> vinakoga na migu, tata sana. Kulikuwa na miguu flani zinazungushiwa na utumbo ile. <laughs> E, sasa yeah. vitu kama hivyo amazing lakini e, hivi hapa le... ndio unaweza kukosa kwa sababu e, kweli kupata miguu sehemu wanachoma miguu hapa na utumbo itakuwa ngumu. Hiyo e, labda Kuhana. tuanzishe hiyo. Na manake lengo zima la Mambo Vipi pia ukumbuke ni kwamba of course, ila miguu najua wanauza na kwa Waarabu wanauza mingi sana hey, wanauza kwa na kilo na tena bei nzuri. Vichwa wanauza vichwa, vichwa ndio vichwa, na sija nadhani, lakini ukitoa oda unaweza ukapata <laughs> eh <Yeah>, unajua kile <laughs> kitu kinawezekana kwa sababu utumbo kama utumbo, nakumbuka tulikuwa tunafuata kule slang, au tunaenda tunafuata utumbo utumbo sema utumbo wa kitabu tu kwa sababu utumbo ule ah ule, ule, mangiju, ule. Ule uh, see, mambo ule uruhusiwi kisheria, yaani fikiria kuna sheria ya utumbo eh hey, mambo ya chini yanachanganya ah, na wa ah hey. Inabidi wafanye hivyo maanake otherwise itakuwa anaki alafu najua immune system za kule nyumbani sisi ni tofauti na za huko maona mm, namshikaji wangu mmoja anasema uruya raya utumbo mavibe hey. <laughs> ndo hivyo sasa abu anaongea huyo. Yani labda umwalike kwenye podcast uh, <laughs> ya. <laughs> Yani isem, ah huyo mtu atanga huyo, lakini inawezekana nikamwalika siku, kwa sababu unajua Mambo Vipi to the world, babu saa hivi ile zile interviews zile ambazo zinafanya zile za zile za kupitia internet na nini na nini, zile zikuwa zinafanya ni nachukua muda mrefu sana. Kwa hiyo kama hivi tunafanya hivi za za mm. kuongea sawa sawa na watu, wanakuja watu, wanaona wanakuja, tunatafuta siku tunafanya nao kama hey. hivi fresh, siku nyingine usio kashangaa tumekaa hivi, akaja akaja akakaa mtu watatu pale, yes tukambananisha maswali na nini, umeona bana, na au hata summer time unaifanya outdoor yani hey, au hivi hata winter time unaifanya outdoor hey, kwamba Mambo Vipi ipo kila sehemu yani, kwa hiyo yeah, yeah, yani watu, watu, yani... watu inabidi tu yani wa wajiandae, wa, wa, wa, sasa mjomba, tume tumerukia tu chap chap. mm -hmm. Katika kujitambulisha ujajitambulisha vizuri umesema ume, ume, ume, tu ile nini ukaanza kunitambulisha mimi eh. Sasa hapo kidogo nachanganya watu, nikarudi kwako wanasema nini, nikarudi studio eh. Bwana kujitambulisha tena mimi kwa majina naitwa Niel, Niel Makini eh. Lakini kwa hapa kila mtu eh. ananifahamu mimi kama Makini eh. Eh, kila saa nikijiita Niel, kila mtu anarudi pale pale, Makini Makini eh, yeah. yani Mimikana. Makini hilo jina hilo yeah. jina la Makini hilo limekuganda yani lime kwa ni kufu. ganda na yeah, na ni no. kwamba ni kwa, kwa sababu pia ni jina lako mm -hmm. ila ni jina ambalo ni kwamba watu wanalishika wana kwa urahisi ndio kama vile tulivyosema yani wewe ulivyofika bwana mm -hmm. eh, mimi najitambulishaga Oswald Oswald Oswald, lakini nikiwaambia tu pia na jina lingine Tovuti, yani watu weta nikiwaambia Oswald mara 800 wanasahau tovuti ndio jina tovuti lako kwa kuna vitu kama hivyo vina yeah, make mimi hata muda mrefu yani tulivyokutana mi mm. Nilijua kabisa jina lako ni Tovuti mm. Lakini baada ya kujiuliza nikasema hapana mm. Ni Oswald lakini aiji naturally kusema Oswald. Kwa hiyo hata anavyokutambulisha, yeah. saa nyingine inabidi niangalie ile mazingira ni ya aina gani, kwa sababu kuna baadhi ya sehemu uwezo kama introduce mtu kama Tovuti. Unaona yeah. inabidi uwe uweke heshima fulani kwa sema sasa hivi mimi hadi kazini wananiita <laughs> Tovuti. Yaani pia mtu Tovuti kila sehemu. Kwa hiyo yeah, sasa hivi mama yangu ananiita Tovuti babangu. Eh, no, unaona ile DJ remind siku moja alifika, si nani alikuja kuniulizia nyumbani akasema bana <laughs> muulizie Tovuti. <laughs> ah DJ <dingi> akamwangalia akamwambia <laughs> Tovuti ndo nani? No, mm. So, ka si akamuulizia nani, wewe unamuulizia tovuti tovuti tovuti ndo nani? akamwambia yeah. Bana, ni Oswan yeah. Dingi akamgeukia jamaa akamwambia ni wewe we. <laughs> <laughs> mtoto wangu ndo unamwita tofauti <laughs> <laughs> Mzee alisikia tofauti, wamekutenga yeye. Ameinvest akili yake kukupa jina la maana kama <laughs> kukuita tofauti, yani walikukosea wewe na yeye heshima. Ye mzee, yani mzee alikuwa offended for both of you. <laughs> May he's so sasa mambo mambo mambo vipi, ya. Mm -hmm. Vipi, nivyokwambia, vipi bana hii, ina mambo matatu sana sana mambo ya nyumbani Tanzania, Kenya, Uganda nini, mm -hmm. Tuna stori zetu nyingi sana yani. Yani fani zipo tu Hmm. Haziongelewi, na kuna mambo mengi ambayo yani tu yale ya kiutamaduni, muziki nini, culture nini, hizo mambo zote hizo yani hmm. vyakula nini e, ambayo yani hatuyaongelea, hayako hayako katika hayako yani out there, umeelewa, hatuyaongelei yeah ambayo at least hayako kwenye kwenye sehemu za ya, exactly, wazi ambazo na, na, yani sehemu nyingi ukikuta platform kama hizi ambazo watu wanazungumzia unakuta wamefocus kwenye udaku. Unajua ile kufocus udaku unauza eh, kwa sababu udaku unauza obviously nani, kwa watu wanaangalia hela, kwa hiyo unakuta wamefocus kwenye hivyo vitu. Kwa hiyo ikaona kwamba tuongelee hayo mambo ambayo hayaongeleki. Unajua tunazungumzia mambo ya afya, tunazungumzia yani vitu labda inawezekana ni vitu boring, watu wengine wanaona boring, lakini ni vitu ambavyo tumeona Tuna, lakini ukiachia hapo tunakuja kuzungumzia tena vitu vya vya nje mm -hmm. ya Afrika umeona, nje, nje ya Afrika, vitu vyote ambavyo vinaendelea nje ya Afrika ambavyo kwa namna moja au nyingine mm. vina impact Africa umeona bwana Africa kwa, kwa sababu jamii yetu of course sasa hivi hapa mm. tulipo watu wengi mm. nyumbani wamepata fursa za pia kutoka nje mm. manyumbani kwao mm. kwamba nafasi za kuwepo sehemu nyingi mm. duniani zipo na ukiangalia mm. eh, mambo ya internet, yani mtandao yeah. pia yamefanya watu wawe wakaribu zaidi, kwa hiyo mm. sio kama zamani kwamba mtu labda ambaye alikuwa yuko nje nyie mawasiliano watu changamoto kwa hiyo, unajua watu walikuwa walikuwa wanalia ukiwa unaondoka, unaenda zako nje, wanalia, yani kwa sababu alikuwa anajua ni ndo yani wanakuaga sasa ya ile mshumaa yeah. Watu walikuwa wengine wakijikata, ndo hadi wamejikata mazima eh. Kwa hiyo sasa hivi ile kitendo, kwa kwamba mimi msa... zilikuwa zinaenda tu hivi, hiyo <laughs> <laughs> ilikuwa one way kwamba, <laughs> kwa, kwa mba... hiyo sasa hivi watu narudi yani watu kwa mwaka mara mbili mara tatu narudi, yes. Kwa hiyo kuna kwa kuna interaction ya mambo mengi ambayo sasa hmm. ndo kama hivi inahitaji sometime kuyajadili kwa sababu kuna namna ambavyo kuna namna ambavyo watu wana watu wa nyumbani wanakuelewa huku ni tofauti. Kuna namna ambavyo watu wa huku pia inawezekana baada ya kukaa muda wanavyokuelewa nyumbani tena. sawa, sawa. na nyumbani unajua kuna badilika kishenzi kwa spidi kubwa sana. Yaani, yani, yani, yani Nairobi ya na 2010 na Nairobi sasa hivi ni Nairobi tofauti. tofauti. Kwa maana kama wewe uliondoka kule na hujawahi rudi ukarudi sasa hivi utashangaa. Unaenda kukutana na Nairobi ya huwezi kutambua, umeona. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo vitu kama hivi sasa vina bridge gap. Hmm. Kwa sasa kitu cha tatu sasa kitu cha tatu ndo hicho cha vile mm-hmm. Vitu ambavyo vinaingiliana kwayo ndo kuchambua chambua kwamba bana bwana vipi, unaona. Sasa wu, sio sio, mwingine akaniambia bana unafanya hivyo, basi labda wewe unatoa ushauri wa jinsi watu kwenda u... Ulaya au mm. Kwenda Marekani ngambia, hapana bana, mimi sio yeah, mshauri yeah. Mimi sio advisor yeah. Mimi sio nini, umeona bana yani yeah, no, wewe una address mimi na address situation jinsi ilivyo uh -huh. Tunaiongelea basi yani hivyo kwa, lakini inawezekana kuna siku tunaweza tuka tuka dig deep, deep issues za visa na nini na nini mm. Kwa sababu tu nikutafuta information ni research na kuzipresent kwa watu sawa so, sawa so. Kwa ndo ndio ndio ndio ndo issue issue generals yeah, sasa wewe yeah. Mtuelezee hapo chapchap mm. mm nadhani kuna, kuna umuhimu na wewe je, una feel huo umuhimu wa namna na gani, uko connected na, na nyumbani? Unaona, kwa sababu wewe pia umeondoka nyumbani kitambo sana unaona. mm -hmm. no, umuhimu upo mkubwa sana kwa sababu mm -hmm. nyumbani sisi, sisi bwana, unajua tulivyoondoka nyumbani tu, tuliondoka kwa, kila mtu aliondoka kwa malengo yake, lakini mm -hmm. naamini kwamba wengi tuliondoka kwa yale malengo ya kwenda kutafuta kama ulivyosema greener pastures yani nafasi nzuri zaidi mm. idha za kielimu mm. za kiuchumi za kimaendeleo mm. umeona, ambayo ni kitu ambayo mm. nyumbani mm. pia watu wanafanya. Ndio maana kuna watu wanahama toka Arusha wanaenda Nairobi. E, kuna watu wanaenda Nairobi yes. ni nature, ni nature ya binadamu e, wanaenda Mbeya, kuna watu wanahama toka Tanga wanaenda Dar es Salaam kutafuta. sawa mm. sawa. Kwa hiyo sisi kuwa na na ile connection ya nyumbani ni muhimu na ni kubwa kwa sababu ba bado tumejiwekeza kiukubwa zaidi kwamba tuna familia kule nyumbani mm. umeona tuna bado tuna ndoto zetu nyingi sana za, ku, za kurudi nyumbani kwenda mm. kufanya kitu umeona. Of course ilikuwa ni ndoto kuja huku kwa sababu ya yale ambayo tulikuwa tunayategemea mm. Lakini sasa tumeshafika huku, tumeshayaona, tumeshazoea maisha huku, tumeanza kuona fursa za huku, sasa sasa hivi tunaangalia je, yeah, ni jinsi gani tunaweza tukachukua vile vizuri vya huku mm. mm. tukaenda kuvi, kuviwekeza labda nyumbani au kuvi mm. kuvitawanya kule nyumbani kwa manufaa yeah, ya ya kwetu na kwa wenzetu mm. kiujumla. Kwa hiyo eh, pia, pia kule, kuleta huku umeona mm. kwa hiyo hiyo intersection inakuja kwenye hiyo kama unavyosema kwamba okay, nilitoka kule bado nipo kule ingawa sio kimwili na sahivi ulivyosema, umenikumbusha nikajisikia niko kanisani, lakini sahivi niko hapa kimwili. ha, ha. <laughs> ni nini sasa ambavyo naweza nikavifanya ili zile sehemu mbili ziweze E, ziweze kuwa kwa manufaa kwa wote na mimi pia, umeona ziwe zenye tija ehe, umeona mm. Sio tu kwa sababu pia of course, kila mtu anakuja anatoka anahama kwa kwa kwa mahitaji yake binafsi mm. Kwa sisi ambao tulihama kwa ajili ya ya ku, ku, kusaidia na kujikuza, then always tunaangalia ni jinsi gani hapa tulipo kunaweza kusaidia kule na kule kunaweza kukasaidia vipi, umeona mm. yani, lazima kuwe na ile transfer yani ehe yeah, yeah. ya ya ile exchange yeah. flani. Kwa hiyo hiyo amna kitabu tagewa. Umeona vitabu vingi vitaongea kuhusu labda African studies au development na vitu kama hivyo mm. ambavyo vina address zile theories za kwamba movement hii ilifanyika kwa sababu ya hii. Ukitaka hichi mm. lazima ufanye hivi. Lakini yeah. Mambo Vipi ninachofanya kutokana na mimi nilivyoona na ndio maana naisupport sana ni kwamba inajaribu kuangalia, kuchunguza, ku dissect Okay, tuko hapa, tumetoka kule mm. kule kuna hichi kinaendelea, hapa kuna hichi kinaendelea exactly. Tunafanyaje kuhakikisha Yani Mambo Vipi hiyo yeah, kama ulivyosema ni sahihi. Yani Mambo Vipi ni kama yule mwanzishaji story kijiweni. Kama yes. kuna mshikaji fani anakujaga <laughs> <again>, yeye ndo anakuta. Yaani ukifika yeye unakuta, <laughs> <laughs> unakuta anakuambia, mgoja, unaifahamu Scania ya <laughs> 540. Unajua ina hospa ngapi? Yaani afu unakuta mama, mmejikuta mnazungumzia yes, Scania. Yaani mtazungumzia Scania. Kwa hiyo ni ile ni namna ya kuchokonoa ili <inaudible> kujaribu kuhu, kujaribu kuweza ku kuleta kitu fulani kwenye kwenye discussion, lakini mi nilikuwa na look sana forward kwenye hii hapa sasa ya kukaa mm, kwa sababu ndio kuna kuna kitu kimoja kwamba mtu unakaa unaweza uka, uka, uka research kitu ukakielezea kwa watu mm -hmm. na mapokezi ma, yamekuwa mazuri, ndiyo. Lakini pia watu wanapenda kama hivi waki, wakisikia maoni tofauti tofauti yeah. Yani unaona ile mtu mna, mnachambua kitu mnakidissect yani mm -hmm. kwa wakati mmoja sasa kitachofuata kwa sababu mi nataka niwaelekeze niwa, niwa, watu, kitachofuata ni kwamba mi na wewe tutafanya um, episodi hizi kwa, kwa mwendelezo ndio. na hii kwa sababu tumefanya hii ya kwanza haina

ni kuhusu ndege ya vita yeah. Unaweza yani kafikiri, mnaanza, mnaanza story inaanza, mnazungumzia cabbage, mnakuta mnabishana, hey, hey, kwamba je, hey, ipi? Yeah, inaongeza damu zaidi. Basi story zinaendelea, baadae unakuta mnamzungumzia yule Obama, hey, hey. <laughs> Obama alivyokuwa mtoto <laughs> Obama <laughs> alipokuwa mtoto. Sasa ndugu yangu, yani alikuwa chekeshaga. kuna <laughs> kuna mjomba mmoja alikojaga hadi akawa anatuelezea stori ya kifo cha Bob Marley. Hao ndo, anakuambia Bob Marley, anakwambia ah, aliwaangalia. Yeah. Aliwaangalia ndio maana akatoa ule wimbo <laughs> Africa Unite. Right. Yani kwamba, yani Africa alijua tupo, yani alijua kuna kitu kinakuja, yani aliwasoma. Yani, mm. yani Africa Unite kwamba yani Afrika ni giza. Yeah. <laughs> watu eh, wote mnamwitia hey. Sema, hey, sema kuna kwenye kwenye hayo pia unajua mm, stori zina kwa gani nyingi nyin mm, wazee wetu wa zamani kuna mmoja alisema kwamba tofauti, alikuwa analinganisha eh, akili za watu wa nchi mm, tofauti. Anasema kwamba tofauti kubwa kati ya watu wa nchi yangu mimi na watu wa nchi yenu ni moja kwamba nyie, kwa sababu mna Kiingereza mnaweza mm, mkapanda kwenye ndege mkasomasoma pale mm, mkabonyezabonyeza ile ndege kasogea, lakini mm. kitu cha kwanza utaisimamisha ndege kwenye baa, utashuka afu utanikuta mm. mimi ambaye nilishindwa kusoma mm. vile vidubwasha. Kwa hiyo usijione una maana hey, sana. Mwisho wa siku unakuta tunaishia tunaishia sehemu moja. Kwa hiyo na ukienda kwenye broader picture kabisa, ndio ile mwanangu, wote tunadanja. Kwa hiyo mwisho wa siku ndio hivyo. <laughs> <laughs> <laughs>

nachofikiria hizo mm. siku tutakuwa tuna, kwa sababu hizi episodi za, za hivi za, za conversation zitakuwa zinatoka mara moja kwa mwezi, ndio. Kwa sababu si unajua hizi tu zina kazi kidogo nyingi kidogo, yeah, yeah, kuedit kufanya nini nini mm -hmm. nini umeona maandalizi. Na kwa sababu lengo ni kufanya kitu kiwe kiwe kizuri, kwa hiyo tutakuwa mm -hmm. nazifanya mara moja kwa, kwa mwezi sasa, na mwezi mwingine tunapokuja kufanya nyingine itakuwa ni kwamba section ya kwanza tunapitia mm. comment zile zilizotokea uh, mwanzo mm -hmm. moja baada ya nyingine, tunajadili feedback hadi tutavyozimaliza feedback, ndio. Alafu ndo tunakuja tuna tunaitako um, topic zingine za mwezi huu, umeona. mm. hii ni kwa sababu kuleta ile feel ya sasa kuwa kijiwe pamoja na sisi, umeona. mm. japo kwa sisi tuko huku, nyie mko huko, yani tuko mm. mbali, na tunafanya hivi kwa kulizi hizi yeah. uh, nani lakini ile fili ya kwamba tuko tuko pamoja, umeona umeona, ndio. mm. kwamba teknolojia siku hizi imeturuhusu kwamba, yani kijiwe hichi ni kijiwe, yani tuseme, yani ndo kama hiyo mambo vipi eh, kwamba <laughs> <laughs> <laughs> yeah <maisha, na. laughs> kwa hiyo, alafu uzuri wa kijiweni ni, ni kwamba unajua kijiwe hakina access code umeona, eh, ni kwamba vijiwe unaweza ukakuta mtu tu alikuwa anakatisha mtaa hivi nili au labda yule mm. machinga au muuza kahawa mm. anapita zake, yani alikuwa na muda kuja kusimama mm. pale kuongea, lakini kwa sababu kipo pale katuliza mm. ball, naye anachangia story hey. zake Umeona, kwa hiyo yaani Mambo Vipi pia ndo ile kwamba kwenye hiyo kujadili, ku dissect kwamba amna mtu ambaye yuko sahihi, amna mtu ambaye hayuko mm. sahihi ni mm. ile tu kwamba maoni tofauti. Umeona, kwa sababu tumeumbwa tofauti tofauti, ehe, mitazamo mm. tofauti pia, kwamba pia ile ule uchanganuaji wa, wa, wa kitu unatofautiana. Ni mm. naona unakuta kwenye darasa la watu 150 kuna yule wa kwanza alafu kuna wa mwisho. Umeona, mm. sio kwamba yule ni mjinga au yani mm. oh, whatever ndo hivyo tu ule mchanganuo wa wa mambo ni tofauti. Eh, sasa ngoja nikwambie, kwa mfano, niwaeleze wa, wa, wa, wa, watu wanaotufuatilia hapa kwa nini nilikuchagua wewe. mm-hmm. Hiyo <laughs> na nayo <laughs> ni historia yake oh -oh. Binafsi <laughs> <laughs> yaani katika hii ya sasa kuanzia hii ya kwanza natofanya kwa sababu mm -hmm ndio tumekaa kuna baa yetu, jamaa mmoja wetu, tuna tunalewaga hapo kwake, Dexta hapo, tunapiga piga vitungi nini nini, akamuita aka jamaa mmoja, akamwambia wewe, huyu jamaa amefungua podcast hey. Sasa unajua pale utani kibao na ile utani pale, ukiona ukiona kasirika pale inakula kwako hapo, kwa sababu jamaa Dexta akatingisha kichwa hey. akasema huyu jamaa yani anaongea kinoma. <laughs> Sasa sasa hivi ameona kwamba kutuongelea sisi haitoshi. <laughs> <laughs> Ameamua kachukua akae na kamera wewe anaiangalia anaiongelea <laughs> <laughs> jembe ile ile <laughs> <yeah. laughs> ngapi <Na, laughs> <alikana>. ukiangalia <laughs> unapokuona record podcast umeka zako na kamera unawe <laughs> mimi wewe tu ndio yani unajiongelesha mwenyewe kwa <laughs> yani nikacheka nika kishenzi <laughs> ile kitu hadi <laughs> hadi, hadi baadaye sasa ndio nikasema baadaye wakati na na nasima nitafute mtu, waku, mm -hmm. Ni mtu wa kufanya naye nikasema, hi ngoja nitafute mtu ambaye anaongea naye kinoma eh, mnaendana na, unajua <laughs> <laughs> tumekumbushana kwamba kuna mambo mengi tumekuwaga tunaongea ni kwa mfano eh, pale awali tukawa tunasema kwamba eh, stori nyingi kwa ziko, eh, mbele, screen, umo, ambazo zinakatagwa. Ukiacha kwamba hapa sahivi ziko mbele ya screen umeona, kuna zile ambazo watu wakati ya urekodi yani ile behind hey, the scenes backstage ile natural flow uh, ile natural mm. Flow ni sasa mambo vipi sasa hivi, of course hii ulianzisha. Mm. Ni kwamba pia una unaleta ile backstage hapa. Yeah, ndo lengo ndo, ndo lengo yani backstage ile, mambo mambo yanavyoenda, hata hata nani alivyokuambia, kwamba kwa hiyo kwa kwa umeona kwamba haitoshi <laughs> kutu kutuongelea kutu, sisi hapa eh, imebidi waende kuchukua kamera uongee mojawapo. Yeah. <laughs> ile kitu tu yani, nilicheka kishenzi. Yeye yeah, yeah, eh? nilicheka kishenzi kwa sababu ni ukweli yani unajua mpaka mm. nikakaa tu kujipigisha story. Yeah, lakini ile ulivyo, ulivyo introduce Mambo Vipi mara ya kwanza kwangu mimi, mm. uli-introduce vizuri sana na ndio maana hata mimi nilikubali na nikaelewa na nika-support kwa sababu theme nzima ya Mambo Vipi iko very sincere. Umeelewa mm. ni yaani ni nyeupe, ni mpya, ni ni yaani, mm, aisimami huku, aisimami huku. Umeona mm. Ni ni sehemu ambayo mtu anaweza akapata fursa ya, ku, ya kusema yake yaani yaani, mm. na mtazamo wake kama ulivyosema, mm. alafu pia ni sehemu ambayo unajua kwenye kuongea kama kijiweni watu wengi kijiweni wanafikaga pale ambao wametoka kwenye backgrounds tofauti yeah, umeona yeah. Alafu kwenye ile kuongea pia mtu anapata relief fulani hivi yaani yeah. Eh, anaweza akasema vitu pale kijiweni ambavyo hawezi kuvisema yeah. kwenye mazingira mengine umona mm. kwa hiyo hiyo pia nayo inakuwa kama ni tiba fulani mm. kwake yeye umeona alafu yeah. pia na wewe pia pale unaweza ukatoka na, na vitu vingi. Kwa hiyo tunarudi Chum. pale pale kwamba wewe unaweza ukawa labda umesomea kitu fulani unaona kijua kabisa, au yeah, una taaluma fulani yeah, na unajua yeah. kabisa, lakini anaweza kaja mtu mwingine akakuletea tu perspective nyingine, hey, yani hata wewe ukaona kwamba hata wewe ulivyokuwa unakiona nakiona labda ungekiona kwa angle hii ungekiona kwa upande unge yeah. zaidi kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu imenikumbusha kuna kitu nilikisikia walikuwa wanasema mm, kwamba unajua wa masurgeon wa, wa madaktari ma specialist kwenye operation room mm, kulikuwa walifika wakati yani ile e, success rate yao ilikuwa iko iko chini sana, umeona mm. Sasa kama success rate ya operation room inakuwa chini result yake inamaanisha ni fatal kwamba hapo, yeah, yeah. Kwa, kuna mtu <laughs> kuna mtu eh, hey. yeah, yeah. Sasa kwenye kujaribu kila mbinu za kuweza kuhakikisha kwamba ile ile mafanikio, asilimia ya mafanikio mm. ya operation anakuwa juu, kwamba wagonjwa wa wanaweza kutibika vizuri nini nini, kuna mmoja wao akaleta aka idea akasemaje, e bwana, kwa nini tusilete timu ya Formula 1 wale wa pit stop wale eh, yeah. Unajua, kwa sababu katika timu za watu ambao wanakuwa wako very efficient ni wale jamaa wale wa Formula 1 wale eh <tipos> yes. Sasa wale madaktari of course initially wakawa wame, wamesema hebu, we dealing with life and death, wanasema unataka kuleta watu wa Formula 1? Anyways wakakubali wakaletwa pale wale jamaa. Wale jamaa kitu cha kwanza wakaanza ku criticize Mm, au kufanya ile assessment yao, sio kwamba nyie, kwa nini mnakosea hapa? Kwa sababu namba moja hamna coordination hapa, kuna mawaya kila sehemu, huyu yani hamna. yeah. Mm. Teamwork wakawapiga training ya kama wiki inasemekana, e baada hapo ile asilimia ya mafanikio ya wale madaktari na operation room mm. baada ya kufuata ile nani procedure za Formula 1 mm. zilipanda kwa kwa asilimia kubwa sana. Kwa sababu gani? Unajua, mm-hmm. kwa sababu vitu vingi yani kuna vitu vingi vina share basic mm -hmm. yani namna ya ufanyaji yeah, ni kwamba sasa unakuja sasa katika technicalities kwamba sasa unachofanya hiki ni kwamba una dissect unamkata mtu mm -hmm. eh, mkono au unamkata huyo kashika chuma hiki, lakini wewe unayekata mguu na mtu ambaye anabadilisha tairi kwenye gari au anabadilisha chuma kwenye nani mm -hmm. au anabadilisha procedure yani, yani zile zile, yani tuseme zile processes eh, fundamental process, mm -hmm. zile yes. zile zile mm -hmm. Kwa hiyo una maana kwamba mkizifuata kwa usahihi ndio, alafu baadaye uka ukaadi ule utaalamu wako kitu inakuwa poa. Kwa hiyo ndio maana yani, na sisi katika Mambo Vipi ndio hizo mambo kama ile <laughs> ku bring yani watu perspective mbalimbali, yes. Ili watu waweze, kwa sababu kitu hicho hicho watu wanavyokiona hivi hivi, wanaweza kukiona wengine ndio kikawa kitu. Yeah. Kitu kikubwa mjomba. Kwanza, asante sana, naona hii kipengele ya kwanza imekaa fresh kabisa, tumepata kujitambulisha. mm -hmm. Nawaambieni jamani eh, mm -hmm. hii ngoma itakuja kuwa sasa hivi mimi mchukua hii se, weka save kabisa, kwamba umeangalia episode ya kwanza kwa sababu ndio e, baadaye unaweza kukuta hii si ikawa ikawa <laughs> ah na na na, na mambo kujivunia mambo mengine mengi sana anafuata of, e, of course na kama ulivyosema hapo mm, awali, tutakuwa tunategemea sana uh, feedback comments, umeona mm. Kwa sababu sawa tu kwa hapa tunaongea uh, mm, in front of the camera nini nini, lakini pia Uh, watazamaji nao unajua, kama kawaida ndio pila uh, nyingine ya hizi mambo hizi mambo ni, ni back and forth, so yes, mhm mm yeah. Kwa hiyo karibu sana Mambo Vipi, tuko hapa na none other than Tovuti. Usisahau, usisahau kushare, usisahau ku subscribe, usoban mm -hmm. share na wenzio, lakini pia cha muhimu cha muhimu kabisa comment hapo chini, ndio ili tujue maoni yako mm -hmm. so, Mambo Vipi to the world, kama kawaida chao <laughs> peace peace out.